Abuduji halisi kama roho yako sio inayoabudu. Moja, pili, kama hujui neno, ndio maana unamsikia Yesu anasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu akikaa ndani yenu, ombeni lolote mtaka <laughs> Hayo hayana reference kutoka katika neno, hamna hamna. Hiyo ni kutamka tu maneno ya sala, ni kutamka maneno ya Kikristo ya kidini. Kwa misingi hiyo basi, kuabudu halisi kunakosikiwa na Mungu na kuleta matokeo chanya ni wakati yanapofanyika mambo yafuatayo. La kwanza, wakati roho ya mwanadamu inapokiri, inapokubali, inapotambua, inapomshukuru yeye aliye chanzo cha uzima wetu mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani, muumba mbingu na nchi, Yehova Mungu mu aliye hai mm, eh. Kuna kisa kimoja amekieleza nabii Danieli cha nguvu sana mfalme Nebukadneza Mungu akawa amembarikia sana, akawa mtawala mkubwa sana aka, akasifiwa sana, akafanikiwa sana. Akaanza kujiabudu na akaagiza watu wa mwabudu yeye, yaani akahamisha roho yake, badala ya kumwabudu Muumba akajiabudu yeye. ndiyo maana wale wote ambao huwa wanapenda kujisifu ni hatari, kwa sababu mtu anayejisifu maana yake anageuza moyo wake, unasema kuhusu yeye sio kuhusu yeye. Anaangana nani hapo? yakampata yaliyompata. Sikia, Danieli anasimulia kidogo. Danieli mlango wa nne aya ya thelathini na tatu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 hata sio kama naongea na watu wa Mungu. Na ufalme wake hudumu toka kizazi hata kizazi. 35 na watu wote wanaokaa duniani wamehesabiwa kuwa si kitu, naye hufanya kama atakavyo katika jeshi la mbinguni na katika hao wanaokaa duniani, wala hapana awezaye kuzuia mkono wake wala kuuliza unafanya nini? We unafanya nini? hakuna anayeweza kuuliza alijitukuza sana, akaondoa moyo wake katika, badala ya kumpelekea ibada huyo Muumba, akageuza mwenye ibada yake, akaja kumpa shule, akampeleka msituni. Unajua, mwanadamu kula nyasi na kuishi porini kama mnyama, na hafi wala haugui. Hiyo shughuli! Acha wewe hivi ulivyo wakupeleke wiki nzima ukale nyasi, hatukukuti, hatukukuti kabisa, hatukukuti hata. Sio kama naongea na wenye. Jambo la pili, ili ibada iwe halisi, nimesema jambo la kwanza, lazima roho ya mwanadamu ihusike kwanza ni wakati ule ambapo roho ya mwanadamu itakiri, itakubali, itatambua, itamshukuru Mungu kabisa kabisa, kwa yeye ndiye chanzo cha uzima wetu, mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani. Ikifika hapo, ikifika hapo, anaabudu. Roho imekubali, imekubali. wale waliotupwa katika moto, kwa sababu mfalme aliagiza aabudiwe sanamu yake iabudiwe, wakagoma kina Shadra kimesha kina Abednego, wakakubali kabisa, kwa sababu roho zao zilikuwa zimeambatanishwa na Yehova. Huwezi kugeuza, huwezi walipotupwa, anayeabudiwa akaja kujiungamanisha nao moto ukaheshimu, harufu ya moshi ikatoka, ikaenda kukafanyika. Kikao cha dharura hapo, mwenye watu wake, hata sijui kama anaongea na watu wa Mungu mwenye watu wake akaja, wamewatupa anauliza, wamewatupa hey, eti asijisikia kikorokocho taka, tuhamishe mioyo yetu iende kwenye kitu ndio mkasimika hey. Ndio maana nimekuja nimefanya vizuri sana. baada akasema hey, anawaita Nendene, Nendene, anawaita nende hey, njoni huku wakatoka. Ndio kuanzia siku ya kaagiza, hakuna Mungu mwingine wa kuabudiwa isipokuwa Mungu wa hawa na hii dunia hii tunamoishi. Na Mungu mwenyewe anatafuta waabudu wa halisi, anawatafuta hao mpaka leo. Jambo la pili, ibada inakuwa halisi na inakubalika kwa Mungu Wanapomkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao na kumwabudu Mungu kupitia Yesu Kristo aliye neno la Mungu, inakubalika. Waabuduo halisi ni roho halafu kweli. Hii kweli ni neno la Mungu na hii neno la Mungu ndiye Yesu mwenyewe. Kama unanielewa, sema amina ya nguvu. Katika injili ya Yohana 12:44, injili ya Yohana 12:44, anasema na Yesu akapaza sauti, akasema, yeye aniaminie mimi, haamini mimi, haniamini mimi, bali yeye aliyenipeleka ala Ndio maana huwa na washangaa kwa mtu unamuuliza, una sasa wewe hey, unawezaje kwenda kuolewa na kuoa huko huyo huko hao humo anaabudu Mungu, anaabudu Mungu na anaabudu Mungu. Eh? Anaabudu Mungu. Eh? No, anaabudu Mungu hata hajua anachokisema yup. Kwa sababu huyu anayepaswa ni yule ambaye tunamwabudu kwa kupitia kwa Yesu ah. Kwa nini? Kwa sababu anasema aniaminie mimi, haniamini mimi, bali yeye ya aliyenipeleka ya. Ndio Bwana anasema hivi ah, ukitaka kwenda kwa baba unapitia hapa. Sasa we umetokea dirishani pii Sema na yeye anaamini ana, ana, ana, Mungu, anaamini Mungu yupi wewe? Kumbe anwani imekosewa. Sikia anavyosema Yohana katika, ukienda hapo mbele kidogo, sura ya kumi na nne aya hii ya sita na saba. Sikia anavyosema Yohana kumi na nne sita na saba. Yesu akamwambia, Yesu akamwambia mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi Mngalinijua mimi mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua tena, mmemwona ala. E, ndio maana waabudu halisi e, wanatumia roho zao kupitia kwa Yesu wanamwabudu Mungu. Ah, asifiwe Mwokozi jamani, Yesu asifiwe. Hebu angalia katika waraka wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, sikia mlango wa tano aya ya ishirini sikia anavyosema. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa tano aya ya ishirini nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli nasi tumo ndani yake yeye, <laughs> aliye kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Ndio maana mtu yeyote ambaye hajamwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi haabudu Yehova. <laughs> Ulize jirani yako, unaelewa hii kitu? Tusome Zaburi ya 95 ili tuende tukaitimisha aya ya 6. Zaburi ya 95, Zaburi ya 95 Aya ya sita na saba: njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Kwa maana ndiye Mungu wetu, na sisi tu watu wa malisho yake na kondoo za mkono wake. Ingekuwa heli leo msikie sauti yake. Na watu wa Mungu wakasema amina.

na Omega, twakwabudu, Bwana wastahili sifa, tuimbe sote. Wewe ni alfa na

miwili kifuana, sema maneno haya pamoja na mimi. E Mungu, asante kwa neema yako kwangu. Hakika umenipendelea kwa neema ya wokovu, leo hii unasema na mimi kuanzia sasa, roho yangu itakuabudu wewe kuanzia sasa tajifunza neno lako, maana hakuna ibada bila neno lako kuhusika. Neno lako peke yake na roho yangu iliyotakaswa, iliyosafishwa husababisha ibada halisi. Ee Mungu nisaidie niwe mwabuduji halisi katika maisha yangu kuanzia sasa. Mungu nisaidie, tunakuenzi Yehova, peke yako wa kuabudiwa. Mioyo yetu tunaiondoa kwa vitu na watu, kwa miungu